Kutimia kwa unabii wa kanisa la Tanzania. Katika ibada ya Jumapili tarehe ishirini na saba mwezi wa nne katika kanisa la Jesus Embassy, mtumishi wa Mungu wa Apostle Florian alitoa wa nabii tatu, ikiwemo baada ya Katoliki kumuomboleza Papa, kanisa la Tanzania wa Pentekoste watazipa hivi karibuni na nabii huo unetimia kama mtu wa Mungu alivyosema. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Kuna vitu ambavyo ninazungumza na wewe hapa, alafu tunaenda kuiombea. Wakati Roman Catholic wakiwa wanalia kwa kumpumzisha papa, kiongozi mkubwa akaniambia, waambie wapentekoste, waambie walokole Tanzania kuna majila ya mababa patriarch of faith, mababa wa kilo, mababa wa imani na sio mmoja wanatakiwa waondoke na nikaona, waona katika ulimwengu wa lo, wakiwa wanalia, wanauliza ni nani Elisha abebe kijiti hichi, wakati wa Kristo akiwa wanaendelea na mambo mengine, wakiwa hawaelewi ni nini, wakiwa watambui majira ya kujiliwa kwao. Mababa wanalia wakiwa vitandani, hivi navyozungumza na wewe, hivi navyozungumza na wewe, na Mungu ananiambia watu hawa hawatakiwi kuondoka kwa mara moja. Njia tayari imefunguliwa, lakini hawatakiwi kuondoka kwa siku moja, hawataki kuondoka kwa mwaka mmoja, kwa sababu taifa pasipokuwa na wazee ni halina nguvu. Kuondoka kwa hao watu kwa pamoja kunaweza kukaachilia kuka mlango wa adui kufikia kanisa na kulipiga kanisa. Kwana watu hawa wanatakiwa waachiliwe, lakini watu hawa hawataki kuondoka. Wanasema yuko wapi Elisha ambaye atabeba hichi tulicho nacho? Wakati huo watumishi wakiwa wako bize na mambo mengine, wakiwa bize na vitu vingine, lakini kuna watu wakubwa wa Mungu wako kwenye njia ya kuondoka na kanisa la Tanzania, na usikia kutangaza msiba wa aliyekuwa askofu mkuu wa awamu ya kwanza wa Tanzania Assemblies of God na mwasisi wa upende koste Tanzania, Reverend Dr Emmanuel Lazaro aliyefariki tarehe 17 katika hospitali ya KSMC Kilimanjaro ametumika nafasi ya uaskofu kwa miaka 24, nafasi ya uinjiristi kwa miaka arobaini. Mabadiliko ya tarehe ya mazishi, ilikusudiwa kumzika shujaa huyu tarehe 22 mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ila kutokana na baadhi ya watoto kuwa nje ya nchi, ratiba ya mazishi sasa itakuwa kama ifuatavyo.